Naam ndugu zangu, anaonekana hapo kwenye picha ndogo hapo ni mkufunzi mkuu wa taifa Bwana Mangwelele. Msisahau kushare ku like na kusubscribe, ili mweze kupata video mbalimbali. Uh, tunaendelea na haya masomo, na leo tunaendelea na ile somo la umeanza. Meja mtu anashika pasati ambalomsoo anaweza wakamsua hii akiraza huko, unaweza kumpiga tu hapo, pia sawa, lakini tunaendelea na hii somo la kuweka huko. Akiweka hii unakuja hapa, akiweka hii, tuliangalia hii ya kushika hapa ambayo tukasema unacheza huko. leo tuangalie mtu anayekushika huko, inabidi umpige hapa wapo. <coughs> kama anakustuahi nabae na hii Akiuswa tena hapa atakobani na hii, akicheza hii atokbani tena hapa, akicheza hii unashuka na hii. Kumbuka hapa awezi kuja, utajiacha. Akila utakula, akila kokote huku, na mpiga hizi tatu, na kila huku, na mpiga tatu, kote kote, na maana moja. Akinyonga hapa aina kitu baa meishanaenda hukuawezi kutoka, nampiga mbili na nakitemahi, akiendato nasogea tu, aina kitu mpaka hapo fana fi, finishing atari. Hapo, ya hatari tumesema hapo, nampiga huku anakula anakula anastu hapo na bana, akistu hapo na bana, akicheza hiyo na bana hapo tumesema, akicheza hiyo naaka hii hapa awezi kuja ndo najacha napiga zile tatu, na hapa akisua, nakaa anakula mbili za meja, bado kwa kazote. Akiona hapa inabidi ateme, alafu apige hale mbili, ambayo na yenyewe pia haina kitu. Una mshambulia hii unatoa, ukitaka hii unaweza kucheza alake alichezeke, walake ni gumu. Mwingine hapa unavompiga hapa, mwingine unavompiga hapa, anasua ukila, anasua ukienda hapa anaekai, ukienda hapa ashiki hii, anashika hii moja kwa moja, hiyo alakua msikia hapa.

hapa anaenda hapa, hapa. Unaikichukua kingi yingine au la utaki <coughs> au la utaki hapa, unaweza uachukua kaeka hapa. Akisema aende huku unapiga, au aende huku, huko hawezi kuenda sababu ukipiga ataisha kirahisi. Kwa kuna namna nyingi za utakaona nzinamna nzuri, nzuri unamalizia. Kuna namna nyingi nzuri za kucheza, kuna namna nyingi nzuri za kucheza, lakini hapa mtu akiona au natumbuliwa anakataa, na hapa unamwekea hii akisu, unamwekea hii kila, unamwekea hii Anaenda hapa mnapishana hapa, huwa simwangalia unaingia tu hapa kijahuko una mbana hapa, unamua unachuka zako mpaka huku akienda wajiachia hapa, akila apo unaishi hapa, akila apa unamaliziai, wakati enda wapiga hapa, kila hii unazuga tu nashukua zote. Mwingine akiona hii anaenda huko, unamshikia hapa, step yake ya kuingia unamchanganyia, uvute navaza kula, unashika hapa, akila usile zote, kula mmoja, akila hapo na hapo, usile zote, kula tatu ili wanazamu ya kula hapa, bao linaisha kwa leo. Naomba tuishie hapa, tuendelee na somo nyingine.